Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wa wa Sheikh Mwakidudu, kuna hili swali la mtoto anapozaliwa metoka mzima lakini sasa aiwaadhiniwa hmm. Hii Sheikh tukiangalia hasa imetoka wapi hii kwama mtoto wa waadhiniwe? Naam, bismillah, unajua katika kuadhinia mtoto aliyozaliwa hmm. ni masala m kwamba hakuna hadithi sahihi inayozungumzia hayo masala. mm -hmm. Kwa hivyo kama zipo ni dhaifu, wa wanachuoni wa hadithi mm -hmm. wamesema ni dhaifu, lakini ni akwali za mwanachuoni, nikikumbuka nafikiri Umar ibn Abdul Aziz mm -hmm. khalifa watano mm huyu -hmm. alikuwa ni khalifa mm -hmm. na ni mwanachuoni yeah. alifanya haya mambo mm -hmm. na ni watu wema hawa mm -hmm. utajiuliza, wameyatoa wapi? No. lakini ni mtu mwema na alikuwa ni mwanachuoni kwa, kwa hivyo tukachukua kutoka hapo, salaf watu wema waliopita, walikuwa akifanya no. na sisi tufanya, na ukiliangalia jambo la kheri la no. kheri vipi? Hikma ya kuadhiniwa mtoto ni kwamba asikie sauti ya kwanza kuja duniani, asikie neno la Mwenyezi Mungu, pamoja na Allahu Akbar, Allah, eh Allahu Akbar kwenye sikio hiyo, ni jambo limepita na huwa almaamulu alayhi. Sio kwa nguvu kama speaker, usije ukadhini kama kwenye speaker. na alafu pia sio lazima adhana, adhana na ikama, ni kwa sababu adhana na ikama ni kitu kimoja. Masala unajua walioruhusu kuadhini wakasema Unaona, katika hikma Mwenyezi Mungu, binadamu anazaliwa mm, kitu cha kwanza anaadhiniwa no. Anaadhiniwa kwa sababu aambiwa wewe umekuja hapa duniani naam no. wewe ila yako itakuwa ni kuswali, hakuna lingine naam no. mm. linginea sa, sasa sa. Alafu shekhe, unaona hapo kitu kinaendelea kidogo no. Ni kwamba yule kwa mama papa, pale na mm, sasa la masalama lakini hajatokea pale amezaidi mlalima msichana, lakini anaona kwamba kuna mtu kumwadhinia mtoto je, yule mzazi yule mamangwa ana, anaweza kumwadhinia yule mtoto? unakusudia mama watoto watoto mama yule amezaa e, amezaa eh amezaa amebakia na manasi pale na wale watumishi hakuna mume. Na kweli kule maternity ya mwana mwana kuingia mwanamume, ah, unaweza kuingia lakini, e, sasa dharura e, lakini sasa pale wewe haupo maternity kule utaingia lakini pale e, leba maana e, kuna tofauti ya maternity na leba. Leba pale unapojifungua yule mama alafu kiasi wao piasa gine kwa kushuhudia mkeo wako mm, anakuita yeah, yeah. Alafu sasa mtoto oashaleta ule mtaani kule wodia mm. Sasa hapa kitu ni kwamba tunasema kwamba hakuna, haujafika pale, labda ukwa, kwa kwa kwa hivi na vile, lakini hakuna mwanamume. Je, yule mzazi mzazi anaweza kumuadhinia? Ndio, anaweza kumuadhinia. Tena haya maneno washike kina mama mm. Sio kwamba utasikia, uh, simu hey, kumzaliwa mtoto lakini hakuna mume, kwa hivyo <laughs> hada... mama mwadhinie yeye hey. Mama ni Muislamu. Eh, wale uadhana hina haja ya tahara, kwamba kwamba eh, atawadhi mtu eh. Ah, hata ule imamu msikitini pale anaweza kaadhini kaadhini bila tahara, baadaye akaondoka katawadha eh, akaja eh. Sababu mke pale pale hospitali unaweza ukamwadhinia mtoto wako ile ile adhana ikamwadhinia. Mbali na kuadhinia sheikh, unajua kuna kitu kinaitwa at-tahnik. At-tahnik, naam. At-tahnik, yeah. At-tahnik, naam ni kitu ambacho kwamba kilifanywa na Mtume sasa, sallallahu alaihi wasallam. Wale maswahaba walikuwa kizaliwa kama kina Abdullah ibn Zubair, maswahaba wadogo naam. Walizaliwa kina Abdullah ibn Umar, wakaletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam naam. ni wadogo. Ni kuwalisha chakula cha sukari, kama vile tende, kama tende, asali, asali. Kosekana ndio glucose nafikiri, hospitali wa Amerika. yeah, yeah. Zina hikma kubwa sana zile first yeah, well, first thing first thing mm. Kitu cha kwanza kuingia kwenye tumbo ya mtoto iwe kitu cha sukari, sukari. Mtume alikuwa akifanya tende, kwa sababu niwatoa tende kule, naam, na asali imependekezwa. Sasa maspitali kumewekwa glucose. Unajua sababu yake? Kwa sababu hiyo yeah. Eh, unajua kuna hikma yeah. Madaktari wamekuja wakagundua yeah, no. Ya kwamba chakula cha no. no. no. Kwa sukari yule mtoto akizaliwa anazaliwa haraka kwa upesi, ana lile, eh, lile tone la sukari na recover ile sukari inapotea. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, limefanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam, madaktari hawajaja, wamekuja madaktari wameligundua hilo kuonekana mwalimu wetu wa moja. Miujiza, mwalimu wetu ni mtume na mwenye azimio. E, atahaniki wa, wakina mama e, wajue wanapo hospitalini, e, kitu cha kwanza kama lazima awnaenewaotalini na, e. e, na kama kubeba tende pia afanye hilo kwa sababu gani? baada ya kufanya tahaniki alafu ndio ile adhana.